Je, ukiswali huwa na mawazo mengi yaani, akili yafikiria ya ya mambo mengi sana, haipo kabisa ndani ya swala. Wau, wakati mwingine hiyo plus ili kuendelea kupata video kama hizi. Inshaallah sitakazo kufunza mambo na sana na dini yako. Naam. Kuna sahabiyun jalil anaitwa Uthman ibn Abil As alikuwa na shida kama hii, yani akili na mawazo mengi sana ndani ya sala. Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, dhaka shaytanu yuqalu lahu khinzab huyo ni shetani yaitwa ya Khinzab. Khinzab hilo ndo jina lake. faida ahsastahu, utakapomhisi huyu huu shetani, kwa sababu kazi yake yeye anataka kuondolea utulivu ndani ya swala. Ndio maana ukifunga swala tu wakumbuka vitu ulikuwa umevisahau wakumbuka sana, akili yawaza vitu vingi sana venye viko nje ya swala. Wakati mwingine tawasahau wasahau, ni rakaa ya ngapi. Huu ni shetani aitwa Khinzab au kupiga miayo sana. Huu ni shetani aitwa Khinzab, ndo asema faida ahsastahu, utakapomhisi, yani utakapokuwa na hali kama hizi, fataawadh billahi minhu, sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim, hapo hapo ndani ya sala, sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim watfil ala yasarika thalatha, kisha utapuliza mara tatu ubavu wako wa kushoto, a'udhu billahi minash shaitani rrajim A'udhu billahi minash shaitani rajim A'udhu billahi minash shaitani rajim, hata mara moja kisha, si kwa nguvu, la taratibu tu. Na shaitani huyu Khinzab huwa ya kwanza mapema sana tokea watawadha, ya kutia wasiwasi tu, ya kuambia haujatawadha vizuri warudia tena, kiungu umekiosha vizuri, lakini yeye anakuambia hujaosha vizuri, yani unasikia ni kama hujaosha vizuri. Warudia mara ya pili, mara tatu, bado unasikia ni kama kuna kitu tu umesahau. Wakati mwingine waanza tena upya ulikuwa ushamaliza, waanza upya, watawadha, wafika sehemu uona ni kama mimi nimeruka, waanza tena mwanza. Huu ni sheitani anaitwa Khinzab, ya kuchezea tu, sema Audhu billahi min shaitani rajim, na utatawadha vizuri sana. Ndani ya swala akikuja tena, dawa yake ni hiyo hiyo. Kwa hiyo tusitengeneze swala zetu, na wewe usisahau share video hii kwa wengine waweze kufaidika, wazitengeneze swala zao. Ujira wako utaupata kwa Allahu tabaraka wa taala.